Ilikuwa ni 50-50. Tusiseme kwamba ilikuwa sio penalty au ilikuwa ni penalty kwa, kwa sababu ukiangalia lile tukio limefanyika kwenye engo ambayo ukiwa upande mmoja unaiona kama iko ndani, ila ukiwa kwenye upande mwingine unaona iko nje. Ndio maana palikuwa pana controversial moment ambayo ilipelekea kumfanya msaidizi ambaye ni kibendera kuja kushiriki kwenye maamuzi, kumwambia referee wakati kwamba ile ni penalty, lakini referee alikuwa ameshapoint kwamba sio penalty ni mpira wa kawaida ambao Kapombe ameangushwa nje, ilo utapigwa kuelekea Mashujaa, ila msaidizi alipokuja akamcollect, akamwambia bwana, hii inaonyesha kama ni tukio ambalo linaonyesha kama Kapombe amechezewa madhambi hayo akiwa ndani ya box. Kwa hiyo, kwa upande ambao nilikuwa nimekaa, sijaona kama ikiwa ni penalty, tukotokana na upande ambao nimekaa. Lesi ya ubingwa ni nzuri, na kwa sisi tunapenda iwe hivyo tunapenda iwe ya kukimbizana, yani pasiwepo na timu moja ambayo iko mbali sana, ili tupate ladha. Na kitu kingine ambacho maybe mimi ninakiona, ili ladha iwe nzuri zaidi, turejeshe mechi yetu eh, ili mbio za ubingwa ziwe nzuri zaidi, tunaomba turejeshe mechi yetu. Wananchi mnaitaka mechi kikawaida. Hatujawahi kuwaogopa Simba popote kile, kilichokuwa kinatokea ni viongozi kuonyesha msimamo juu ya maamuzi ambayo hayakuwa sawa. So, sio Yanga kushindwa kucheza na Simba, hapana.